Wingu la moshi mweusi, mabaki ya ndege na vifusi vilivyotapakaa katika eneo la ajali, vikiashiria eneo la ajali ya ndege ya Kwale iliyogharimu maisha ya watu 11 Jumanne asubuhi. Eneo hilo likizingirwa huku vyombo vya usalama na timu za dharura vikitafuta mabaki, kulingana na shirika la ndege la Mombasa Air Safari Limited. Ndege hiyo ilikuwa imebebwa watalii kumi raia wa nane kutoka Hungary na wawili wa Ujerumani. <muchas> Katika taarifa rasmi ya shirika hilo la ndege, linasema kwamba timu yake kukabiliana na dharura imeanza kutoa ushauri na usaidizi kwa jamaa za waathiriwa. Katika taarifa tofauti, mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya imethibitisha ajali hiyo na kubaini kwamba ndege hiyo aina ya Grand Caravan nambari ya usajili 5Y-CCA ilianguka muda mfupi baada ya kupaa katika uwanja mdogo wa Ukunda. Walioshuhudia wanasema walisikia mlio wa kitu kikianguka kutoka ngani na kisha kufuatiwa na mlipuko mkubwa. Kamanda wa polisi eneo la pwani mwa Kenya anasema uchunguzi umeanzishwa kufuatia ajali hiyo unaoendeshwa na idara ya uchunguzi wa ajali za ndege nchini Kenya. Jina yangu kamili naitwa Ahmad Said Garashi mkazi wa Tsimba location, kundu sub location, kijiji nachokimiliki mimi kama mwenyekiti chaitwa Mwangoni, na hapo ndio mahali pamepatikana ajali ya ndege kitu kama saa mbili na dakika za kuhesabu kwa sababu wa dharura si kuangalia simu, simu ili mpate time kamili. Nimekimbilia mahali pa matokeo na on my way nikampata admin wakati na mimi na wasiliana na chifu wangu na assistant chifu. Tulipofika pale, tukaona ni moto tu unawaka, tukajaribu tuka kuzunguka sehemu zote, tumepata wenzetu nyama zao ziko juu ya miti kilichotokea tena, lakini tumepata vitu vidogo vidogo kama pasipoti mbili nvitambulisho ni imani yangu kwamba wale wahusika watapata wefowadini wakinanani na wanatoka wapi. Ukweli ni kwamba nilikuwa ndani ya nyumba, lakini walioona wali hiyo ndege wameniambia kwamba ilikuwa chini chinichini kwanzia hii sehemu mm, mpaka ikafika kule kwetu, alafu mimi sikuiona, niuliza ni rangi yake kwa sababu mmeona bati tu moja nyeupe na maandishi pia ameteketea. Kulingana na taarifa, ndege hiyo ilisajiliwa mara ya kwanza baada ya kutengenezwa